Mwaka huu ni mwaka wa uchaguzi kwa Tanzania. Kila Mtanzania anayo haki ya kikatiba ya kushiriki uchaguzi kwa kwenda kuchagua kiongozi unamtaka kwenye eneo lako, lakini pia wewe mwenyewe kwenda kuomba nafasi ya kuchaguliwa mwaka huu tumeanza harakati hizo, huku tume ya uchaguzi, Tume Huru ya Uchaguzi ya Taifa inaendelea kutoa ratiba zake na vyama mbalimbali vya siasa vimeanza harakati zake kutangaza watu wake. Chama cha Mapinduzi tayari kimeshatangaza wagombea nafasi ya rais Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Zanzibar na mgombea mwenza, na vyama vingine tutapata taarifa. Kwenye nafasi za ubunge na madiwani, mabaraza ya madiwani yamevunjwa jana. Bunge letu tarehe ishirini na saba, waheshimiwa wabunge wenzangu, ninapotamka wa bunge tarehe ishirini na saba na mimi napata kushtuka shtuka kidogo, niko kwenye, ta, kwenye tanuru hilo hilo, lakini inshallah Mwenyezi Mungu atatujalia Nawaombea sana wabunge wenzangu, baada ya kuvunja bunge, twende tukapambana, turudi tena hapa, na mimi naamini wote mtarudi, ili bunge grandi bonanza ya mwaka elfu mbili na ishirini na sita tuje tena wote hapa. Endeleeni na mchakato, Mwenyezi Mungu atawaongoza na mtashinda kwa kishindo na yote ya kuyasema kwa wananchi kule. Kwa hiyo twende tukashughulike na hilo. Kwa hiyo Watanzania, tunapokwenda kuchagua viongozi, tuna hawa wanaoomba uongozi, kila mmoja anakuja na staili yake ya kushawishi kupata kuungwa mkono wa kupigiwa kura. Ukiondoa michakato ya ndani ya chama, kuna ule mchakato mkubwa utakaosimamiwa na Tume Huru ya Uchaguzi ya Taifa. Pale inawaleta watu wote, kila mmoja na chama chake, kuja kusema na Watanzania. Nendeni mkasikilize, lakini nenda mkisikiliza, mchuje kinachosemwa. Chukueni kile ambacho mna uhakika kitaendelea kuwapa maendeleo, lakini pia kitaimarisha tunu ya taifa hili ya amani na utulivu katika nchi ya amani na utulivu katika nchi amani na utulivu katika nchi hasa kwa Tanzania, ni ajenda ya kudumu, na hii ndio nembo yetu ya Tanzania kwanza, kuliko jambo jingine lolote. Kwa mnapowasikiliza hao wanaosema na kushawishi, wapigie kura hasa kwenye mchakato ule wa mbele baada ya vyama kuleta wagombea wake nenda mchuje yanayozungumzwa na myakatae yale yote ambayo yanakwenda kuashiria kuvunja amani na utulivu wa taifa hili. Hapa nazungumza na wasomi na watu waelewa. Na kwa hiyo, kila mmoja akajipange kusikiliza na kuchuja yanayozungumzwa, ili tulifanye taifa hili liendelee kubaki kuwa salama na mshikamano ulioko miongoni mwetu utulivu uliopo katika nchi. Kile kitendo cha kukimbiliwa Tanzania kiendelee kubaki.